Kuna mtu anaogopa kuja kanisani, anahisi watu watamdhalau. Mtu anaogopa kuja kanisani, anahisi yani kabisa watu wanione mimi naenda yani, kwa walokole kuombewa, naenda kwa walokole kabisa mimi yani. Mwingine anakuwa anakwenda kwa kujificha, anakwenda kwenye ibada kwa kujificha. Hebu muulize mtu huyu, mbona anapokwenda kwenye dhambi haendi kwa kujificha? Haogopi kwenda kutenda dhambi, haogopi na anapopata matatizo haogopi. Kwa nini? Kwa sababu shetani amepofusha akili. Hebu sema amepofusha akili, sema amepofusha akili. Mepofusha. Amina, amina. Mtu mm. anaogopa kwenda kwenye uzima, lakini haogopi kwenda kwenye mauti, kwa sababu Biblia inasema mshahara mm. wa kila dhambi ni nini? Ni mauti, maana yake kifo. Lakini na watu leo hawaogopi kufanya yale ambayo yanawapeleka kwenye mauti, lakini wanaogopa yapokea na kuyafanya yale ambayo yanawaleta kwenye nini? Kwenye uzima. Kama unampenda Bwana Yesu sema amen. Kama unampenda Yesu usema tena amina. Ndio maana maandiko yanasema nini? Sio wote waliojaliwa kuzijua siri za Mungu na kuyapokea maneno ya ufalme na kuyaishi, sio wote bali ni wachache waliopata nini neema. Na mimi nataka nikwambie, kuambia wewe uliye Haleluya. Yesu anathibitisha haya, siyo mtume mwingine, sio nabii mwingine. Yesu anasema walikuwa kwa ajane wengi, kwa ajane wengi katika nchi ya Sidon, kila mahali katika Israeli yote, lakini nabii Eliya alitumwa kwa mchane mmoja tu wa Selepta. Walikuwa kwa wajane pengine zaidi ya elfu moja lakini Mungu aliangalia moyo wa mchane aliyekuwa tayari kumhurumia mtumishi wa Mungu, kupokea maneno yake na kuyatendea kazi.